Mbele, ingia mbele, ingia ingia ingia, funga mlango sawa. Na wewe haya, wewe ingia hapa, tunarudi na na wewe wewe wewe ingia ingia hapa hapa, ndani ndani, twende twende, tutarudi eh mimi ndanig Wait. Mimi Mkubwa unakaa kwa gari mbele aje. Mtapigania gari yangu. Tulia. Mtapigania gari yangu sawa, Mungelesha. Tulia. gari yangu. Unakaa nyuma akae mbele. Ndio? Wewe ni mdogo. Mtoto mdogo anabombeleza. Anabombeleza. Wewe si mdogo. Mdogo. Mwambie mtoto nyamazi, niko na rahisi ya kuongea pia. I... ogungekaakwa atulianyuma well, si Atak... kwanza viti ni mbili. Nyuma viti ni mbili unalala tu. Sawa? Sawa. Woh, nyuma kwa mimi. Nataka mtu wako flexible nikiwa naendesha gari ananifanyia massage tusikosane, tusikosane vi usimgomanishe, mi staki mgomane mbele yangu. iko hivi: kaa mbele kaa nyuma, kaa mbele kaa nyuma. Sasa iko hivi kuna gari, kitu ya kwanza? Eee, ni gari yangu mnapigia mnapigia pigia kelele hivi. Si alitupata na nani, hata wewe nilikuwa kama niko Si nilikuwa nayo kununua. Sasa mimi ndio utaona, bibi mdogo bibi mdogo anatritiwa kama mtoto sawa angea,

Enda enda, enda pika, tunakuja jioni. Tunakuja jioni, sawa. Uwe, maa